Majeruhi watatu waliofukiwa na kifusi katika machimbo ya Mgusu wilayani Geita na kulazwa katika hospitali ya mkoa huo wame, wamehamishwa katika hospitali hiyo na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando mkoani Mwanza kutokana na hali zao kuonekana kuwa mbaya. Akizungumza na chaneteni iliyofika hospitalini hapo kwa ajili ya kuwajulia hali majeruhi hao, mganga fawidhi hospitali hiyo Adam Sijaona amesema wameamua kuwapa rufaa kutokana na kuvunjika miguu. Kuvunjika sehemu <laughs> Na majera, semza, mbu, mchubuko, wimu, nami, alikuwa na majeraha sehemu za mguu mchubuko, lakini kikubwa alikuwa amevunjika. Huyu mwanaume alikuwa na naisi, kwa sababu alikuwa bado anafanya kipimo, lakini naisi mfupa mrefu wa mguu wa kushoto alikuwa amevunjika kwa ndani. Naye afisa madini mkoa wa Geita Fabian Mshai aliambatana na mmoja wa wanasakosi wa Mgusu Mining Cooperative Society wanaomiliki mlima huo wa Mgusu kisheria, amewaagiza uongozi wa umoja huo kutoa gharama za matibabu na huduma nyingine kwa walioathirika wa kwa kuwa mashimo hayo yanamilikiwa kisheria na yana leseni za madini yani, na watu kwa atapewa rufaa ya kupelekwa Bugando, basi tushirikiane na ndugu na jamaa, waende wakapate tiba stahiki. Lakini ule ni utaratibu ambao hata mgodi tunao wote waliojaribu kupata ajali mara nyingi, kama mgodi huwa tuna support. Hata sasa hivi tunatengeneza mazingira yote ya kuhakikisha wale waliokufa, tunashirikiana na ndugu na jamaa kuhakikisha wanafika wanapoenda kuziko. Wakizungumza kwa shida huku wakitumia lugha ya Kisukuma, majeruhi hao waliokuwa wamelazwa wodi namba saba na namba nane hapa wanaeleza jinsi hali zao zinavyoendelea na jinsi wanavyopata

Machi tisa mwaka huu, watu wanane waliokuwa wakichimba mawe yanayodhaniwa kuwa ni dhahabu katika machimbo ya Nyarugusu mkoani Geita walifukiwa na kifusi, ambapo watano kati yao walipoteza maisha.